Asante sana. Maisha ya chuo kuna vitu vingi sana, hmm. Lakini kuna vitu inatakiwa navyo kama msingi wako wa kukuongoza, lakini hivi vitu kama utakuwa navyo lazima tu utateleza. Ni wengi wao wanakuja chuoni wakiwa na matumanio makubwa, lakini wanaferi njiani, anakuta wameingia kwenye vitu ambavyo hmm. Ilikuwa sio mpango wao mm -hmm. Ko kitu cha kwanza ambacho unaweza kikakusaidia ni kumweka Mungu mbele, kama mstari wa kwanza, yeah na kitu cha pili ni nizamu. Nizamu na kingine ni self -control. Face, self control control mm -hmm. na discipline. Hivi ni vitu ambavyo wewe vitakusaidia katika mienendo yako ya chuoni, katika maisha yako yote ya chuoni Usipokuwa na nidhamu, utaingia kwenye vitu ambavyo vingine havikukuhusu. kwa hiyo nidhamu lazima itakuwa na mimi na shapa nafanya hivi, na self control itakusaidia wewe mm. kuchora boundaries, kusema unakuwa na mipaka ya yeah, unakuwa na mipaka yako unakuwa, yeah. na mipaka mimi mm. Mimi na fika hapa mimi, huko hakunihusu yeah, huko hakunihusu yeah. yeah. yeah. yeah. na kingine unakuwa na bidii mm -hmm. bidii katika mambo yote, mcha Mungu kwa bidii kufanya kazi zote kwa bidii ukiwa chuoni mm, -hmm. mm -hmm. yeah Labda uh, wewe sasa ungependa kuona kizazi kipya cha vijana kikiwa na sifa gani baada ya kuhitimu sifa gani yaani, sifa kwa mfano wewe unatamani kuona mwanafunzi aliyehitimu, natamani awe na sifa gani yaani, kwa upande wa maadili. Kwa maadili anatakiwa na maadili mema, maadili mm -hmm, ambayo aliyotumia chuoni mm -hmm, basi huyo mtu akaende kuonyesha kule kwenye jinsi alivyokuwa akitumika huku na kule apply kule vile, the same thing, si ndio? Mm. Sasa kwenye maadili huko, maadili mema huko chuoni, kuna maadili imolo imolo dikai na imolo mm. Sasa huko kwenye molo, maadili ambayo ni mema, ambayo unayapata kwa Mungu, ambayo ndio maana nimekuambia mara ya kwanza, natakia kwanza umjue huyu Mungu mm, ambaye Mungu ndiye atakuwa na kusaidia katika maadili mema mtu aweze akawa na maadili mema lazima ataingiziwa na vitu ambavyo sivyo kama hana Mungu. Lakini kwa Mungu ndipo utapata haya maadili mema. Uta, utakuwa ni mtu wa nidhamu. Kwa watu wataiga kwako. Kwa ukitoka huku usisome tu kwa sababu unasoma tu maliza. Soma huku ukiwa na malengo, Ukiwa na vision. Kuwa nikimaliza hapa nitafanya hivi. Ili wewe uwe ni role model. Mtu akimwona fulani alifanya hivi alim, alikuwa akimtumikia Mungu hivi na Mungu amemsaidia amekuwa hivi. Hakuna mtu ambaye amemtumikia Mungu Mungu akamwacha akaibika, mm -hmm. akiwa chuoni. Yes, labda tuje kwa hekima, uh, Mapunda uh, labda uh, kwa binafsi sasa, hmm. ni maneno gani ya ushauri au motisha ungependa kuwapa vijana wanaojiandaa kwenda chuoni? okay. kwa vijana ambao wanajiandaa kwenda chuoni, mm. kitu cha kwanza inabidi wajue kwamba chuo yani chuoni, mm -hmm. ni sawa tu na hizo elimu zilizopita. Tofauti ni kwamba leo kwa mm hiyo -hmm. Anapojipanga kuja chuoni ajue kitu cha kwanza, akije chuoni, kitu cha kwanza kitakachomsaidia zaidi ni kujitambua kwake, yeye ni nani, amekuja chuo kufanya nini, na kutambua thamani yake yeye ipoje baada ya kutoka chuoni, kwa sababu chuo ni sehemu ambayo anapita tu kujiandaa kwa ajili ya maisha yake ambayo anakuja au kwa ajili ya taifa baadaye. Sasa akijitambua chuoni, itamrahisishia yeye baada ya kutoka chuo namna atakavyoishi. Lakini akifika chuoni akakutana na vitu ambavyo havifai akajiunga navyo, anaweza akapotea. Anaweza akasoma akamaliza, lakini akatoka hana kitu mm -hmm. Kwa hiyo, anafika mbele sasa aanze kufanya kazi, ajui kitu anachokifanya mm -hmm. nini. Na tabia kama ta tabia, tabia, ikiwa njema toka sasa hivi ina maana, yani tabia ni maisha ya kila siku ya mtu ambaye anaweza kayaishi kila siku. Kwa hiyo akianza kuharibika toka sasa hivi hata baadaye akaja akakabidhiwa kazi ya mtu kuifanya kwa uzuri hata wewe. Kwa hiyo, cha kwanza ni kujitambua, cha pili ni kujua aina ya maisha ya kwao na maisha ya kwake. Kwa sababu chuo wako watu wengi, kuna wengine wana maisha mazuri sana, kuna wengine ni maisha ya kati na kuna wengine maisha ni ya kawaida sana. Kwa hiyo, tunapofika chuo kuna marafiki unaweza kukutana nao. Unaweza kukutana na mtu ana maisha ya juu kuliko wewe. Sasa ukifosi kuishi kama anavyoishi yeye, ndio mwisho wa siku unaingia kwenye mambo ambayo hayafai. Cha msingi ni kutambua uwezo wako ni upi, familia yako ipoje, uwezo wako kiuchumi umeishia wapi. Kwa hiyo unafanya mambo ambayo yanaweza ya ya, yaani unaweza kuyahendo kwa wakati huo. Usikose kufanya mambo makubwa ambayo unaweza kuyafanya. Na asante sana, naitwa Hekima Makunda, huyo kutoka kusini huko eh mmm kusini. Haya, <laughs> bwana ndetu sio rafiki tabana neema ni tumalize tishishe kwa dakika moja na kwa kile